Vile tuipata hii facility, I want to request the community tuilinde. Tumekuwa na visa kadha wa kadha ya vandalism kwa mashule, shule imeibiwa. Me, I don't know. Hao wezi wanatoka mbali kweli? Hawatoki mbali. Ni watoto wetu hapa, si ndio? So let this facility ni yenu kama wa community. Ensure inalindo mzuri. Kama kuna kitu mna huko mnashuku, tupatie habari, tuweze kumshika maana hatutaruhusu wanafunzi wetu wakose elimu. Facilities ikosi ya mtu mmoja, si ni kweli? So I'm requesting that we to tuzidi kushirikiana. Wanafunzi discipline move mu..., ensure your discipline, respect your parents, your teachers, maana hii elimu ni kama mfano ya ile chungu jikoni. Si kuna mawe tatu, si kuna mawe tatu kwa jikoni? So jiwe moja ni walimu, si ndio? Jiwe ya pili ni wewe mwanafunzi, na jiwe ya tatu ni mzazi. So wazazi, wanafunzi na walimu tushirikiane, na kama serikali tutakuwa tutaweka makaa, MP yuko kama makaa, alafu we excel in education.